Hakuna sadaka iliyokuwa bora ndani ya Ramadhani kama kuwalisha watu. Unajua, mimi ninapokufuturisha wewe ndugu yangu, nikakupa kipande vipande vya tende, ukafungua naye saumu au nikakualika nyumbani kwangu uje ule, thawabu ya siku yako nzima ya Ramadhani nitapewa mimi ambaye nimekufuturisha wewe, pamoja na yangu, itakuwa ni thawabu ya siku mbili, na yako haitopungua hata chembe. salam anasema mtu yoyote mwenye kumfuturisha mtu aliofunga atalipwa thawabu ya ule mtu ambaye amemfuturisha, ile thawabu yake. Ule bwana umemfuturisha tende, umempa risheni ya chakula, thawabu ya siku yake utapewa wewe na yake haitopungua hata chembe. Sasa ukiwafuturisha watu wawili, ukiwafuturisha watu watano, kuna watu wanawafuturisha watu kumi katika mwezi mzima wa Ramadhan. Kwa siku moja, ukiwafuturisha watu kumi, una thawabu ya saumu ya siku kumi na moja. Wallahi nimeenda katika nchi ya Tanzania nimeambiwa na baadhi ya watu kule wanasema kuna bwana mmoja anafuturisha watu katika mwezi mzima wa Ramadhan sio chini ya milioni moja hatukuambii zile resheni ambayo anatoa za chakula mafurushi ya chakula katika miji mbalimbali mbali, katika misikiti mbalimbali futari ambayo inayepikwa na maelfu ya watu wanakuja kula pale nyumbani kwake. Naye wanasema kwamba ana wake watatu, kila nyumba inapikwa futari. Wanaelewa fadhila hii? Na wewe ndugu zangu, wale ambaye ni matajiri waendelee kufanya kazi hii, na wewe ambaye huna uwezo, usiache hii fadhila ikakupita. Unajua sisi wengi wetu hapa tumezoea kulishwalishwa tu, wewe umezoea kupewa tu, lini wewe nawe utatoa? Usiache nafasi kama hii ikakupita, hata kama huna uwezo, wekeza maana yake Shilingi mia tatu mia nne, nenda kanunue tende kilo moja, chukua gazeti, kata vipande vipande, weka fungu tatu tatu katika kila, katika kila fungu itatoka fungu 30. Njoo naye msikitini kabla ya magharibi, kila anaingia mpe, utaandikiwa thawabu ya siku 30 na yako siku 31 na moja kwa saumu ya siku moja tu, kwa sababu mmewafuturisha.